Mawakili wenzangu tulikuwa jopo la mawakili watatu, na tumewasilisha hoja zetu kuhusiana na swala hili la Mdude na kuhusiana na mazingira ya kuchukuliwa kwake kinyume cha sheria e, kutekwa na, ku, na kushambuliwa kwa kuumizwa nyumbani kwake. Tumetoa hoja na upande wa jamhuri wamejibu. Kwa hiyo sasa tunasubiri uamuzi ambao uamuzi unakuja tarehe tisa kwa sababu wajibu maombi watano walijibu, mmoja akujibu. Kwa hiyo tumefanya wajibu wetu, sasa tumeliacha kwa mahakama ili tuone mwisho akina na au nini kitajiri. Baada ya hapo hizi ni hatua tu. Niseme tu kwamba tulisema tuna hatua nyingi kuhusu swala la Mdude. Mdude ni rafiki yetu, alafu Mdude anatoka Mbeya, na Mbeya hatunaga kazi ndogo. Tutakuja mahakamani tutakwenda kwa Mungu, kushtaki kwa Mungu, lakini wakati mwingine tutatumia haki zingine za kikatiba ambazo tunaruhusiwa zikiwemo haki za kuandamana na kutaka uwajibikaji ili wahusika wachukuliwe wa hatua. Iwezekani watu hao wanakula kodi, wanapokea mishahara, afu vitendo vya namna hivi vinaendelea. Kwa hiyo hizi hapa ni rasharasha. Tuko mahakamani, tusubiri, tutaanza kudondosha za masika. Asante. Naitwa Dua ya Mzito, ni katibu mkuu wa baraza la vijana wa CHADEMA ngazi ya taifa. Tuko hapa mahakamani leo na tunashukuru Mungu, tulikuja kuitafuta haki ya ndugu yetu kijana mwenzetu kwa njia ya kisheria, ambapo tumeshuhudia mawakili wetu wakitusaidia kufanya kazi ya kitume kwelikweli, tukiwa katika wimbi kubwa ambalo dunia ina safa kuitafuta damu ya kuwasaidia watu wenye shida hospitalini na hospitali kadhaa ya nchini na duniani kote, lakini kwenye nchi yetu kumekuwa na shida sana, damu inapotea na watu wanachukulia ni jambo la kawaida kwa takwimu zinavyoonyesha kwamba ukiangalia hospitali ya taifa ya Mwimbili, e, hospitali ya kitengo ambayo iko Muruganzila, uwezo wa kugawia watu damu kwa, kwa, kwa siku ni watu 30 mpaka 50, lakini cha maajabu makubwa ambayo yanatokea ni kwamba watu wenye damu kuna watu wanazitoa zile zilizoko ndani yao na zinaondoka. Kwa hiyo jambo hili tuendelee kuvitaka vyombo vya ulinzi na usalama kujua kwamba vina wajibu wa kujua kwamba watu wanaishi salama, <coughs> na wanakuwa salama wanapokuwa popote na wanapokuwa wanafanya shughuli zao. Mwisho wa muhimu kabisa, tunashukuru sana mawakili wetu wakili msomi Mheshimiwa Boniface Kajujumule Mwabukusi na ndugu yetu Hekima Mwasipu mw mw mw mw mw mw kwa kazi yao kubwa walioifanya hapa leo ya uwakilishi wao. Hakika mchuano ulikuwa mkubwa, hata sisi ambao uelewa we wetu kwenye, kwenye sheria ni mdogo, tulijaribu kuona namna walivyokuwa wanaweza kuchuana na kufanya submission zao mahakamani. Mwisho, tutaendelea kupambana kutafuta haki ya kijana mwenzetu kwa njia yoyote ile ambayo ni halali na ambayo itasaidia sisi kumpata kijana mwenzetu. Mapambano hayatoacha na tutaendelea nayo. Aluta continua, no reforms. Tupo hapa kwa sababu moja tu, tunaendelea, tunaendelea kuitafuta na kuipambania haki ya ndugu yetu Mdude, haijalishi itapita muda kiasi gani, lakini toka tuwaoneshe kwamba ustaarabu wa watu wa Mbeya na namna ambavyo wanapendana hailingani na mahali pengine popote pale. Hatutakubali kukaa nyumbani na kurizika kuona mmoja wetu amepotea kwa sababu wote tuko hatarini. Kwa hiyo tutahakikisha tunaendelea kupambana kuhakikisha tunashirikiana na mawakili kwa kila hatua na kwa kila namna, ili isiwe kwa mara nyingine tena mmoja wetu akachukuliwa. Lazima wajue kwamba wanachadema wa Mbeya na wakazi wa Mbeya hawako tayari kumwona mmoja wao anapotea. Kwa wakati tunaendelea kumwomba Mungu ili aendelee kutenda miujiza. Tutaendelea kuipambania haki ya Mdude kwa kuja mahakamani ili wale ambao wamemchukua Mdude wawajibishwe na utaratibu wa kisheria ili isiwe mazoea kwa sisi kama Mbeya, kama ambavyo tulikuwa mstari wa mbele. Haijaitokea mahali kokote, mtu alikuwa anatafutwa kila mahali. Tutaendelea sasa kumtafuta kwa njia hii ya mahakama, kwao tumefika leo ni mwanzo. Naomba niwaendelee kuhamasisha watu wa Mbeya, twendeni uh, tarehe tisa tuje kwa wingi, lakini pia kuendelea kuonyesha thamani ya damu.